Ngoja ngoja, niwaambie kitu mi. Jana nimesikiliza interview na leo nimezifuatilia mitandaoni ya Raisi Karia. Sijui kwa nini amefanya vile, sijajua mpaka, yani mpaka sasa hivi najiuliza why, yani mpaka ameenda kutoa statement kama zile. Kwa nini anataka kutuambia nini? Lakini nikisikiliza na nikisoma body language, ni kiburi cha madaraka Madaraka yakishakulevya unadhani unaweza kusema jambo lolote lile, unadhani unaweza kutenda chochote kile. Yaani madaraka yakishakulevya, tukishaona ile, wewe ni superior na watu wengine wote hawajui kitu, unaweza kusema chochote. kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto, ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu, ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa. Mimi mwashangaa hawa hawa hawa wacheza film, nilitegemea watoe statement wao kwanza, chama chao waigizaji kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo? Linaingiza mapato makubwa kwa nchi. Rais wa nchi kacheza filamu. Wacheza filamu duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira, unasema sinema? Maanake unadharau industry hawa Unaz, unadharau kazi kubwa waliofanya waigizaji wa Tanzania, unaona ni jambo la, la, la, la, la, la hovyo, hovyo, hivi. Lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa viongozi wa vilabu vyetu ni waoga kishatengeneza mazingira ukimjibu ukisema unafungiwa wanaogopa lakini walipaswa wao viongozi wa yanga watoe statement immediately baada ya kauli ile lakini nani atakuwa atamvisha atam, atam, atam paka kingele waoga wakufungiwa hata sisi wengine nothing to lose mimi nifungia hata miaka milioni oe anafanya shughuli nyingine na mambo mengine, napata riski katika njia nyingine, kata mkisema bwana mdau afungiwe, lakini nasema kwamba hili jambo amekosea na ni dharau kwa mpira. Lugha za kiongozi mkuu wa taasisi lazima ziwe na approach nzuri. Watu siku hizi wanasema machawa au machawa, Mama Samia wengine sio machawa wengine wanamsifu Mama Samia kwa ile namna anavyoongoza nchi kikweli kweli, angalia body language yake, akizungumza akiongea, akishawishi. Uongozi ni hikma, ni busara. uongozi unawajibu watu kama vile unawajibu watu ambao ni takataka, sio sahihi. Na hapa nadhani kuna shida neno uraisi. Ningeshauri na naniyo waandishi <laughs> Naomba mnisupoti rais atekee, tumia herufi kubwa kwenye ara. Ni mmoja tu wabaki. Nadhani kuna kiburi watu wanadhani na wao washakuwa marais wenye dola. Marais wengine wote iwe ara yake herufi ndogo, ili waone tofauti. Nadhani kama kuna sababu, kuna mmoja nilimsikia rais siku moja wa TFF anasema, unajua marais wa nchi nyingine wanapata mpaka escort, marais wa mashirikisha kwa hiyo nataka na hapa pate escort. Ndio tafsiri hiyo. Sasa kile kiburi cha ara kubwa anaotumia Rais Samia nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo. Waone tofauti ya head of state rais wa nchi na urais wa taasisi hizi. Unawezaje kusema neno kama hili? Yanga wameandika barua kwenu ya malalamiko. Badala ya kujibu malalamiko kwa maandishi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 Narudia, hamna kuedit. Nimesema very clear, maanake msijemkaedit, msitake kuedit. Sijemtukana mtu hapo, nimeongea straight, wala sijemvunjia heshima. Tusi, tusione, madaraka haya tutakaa nayo milele? Haya ni sehemu tu ya kupita. Leo leo tulipoteza superintendent senior kabisa wa polisi kwa ajali ya gari. Kila mahali ukenda kwenye social media watu wanamkumbuka kwa mema aliyoyafanya kwenye jeshi kwa jamii. Tunapita tu hapa, naweza nikatoka mimi hapa na mke wangu tukapiga mzinga, Mungu akatuchukua. Kiburi cha umaarufu wetu kisitupe sababu ya kudharau wengine. Yanga wameandika official letter kwenu, badala ya kushughulikia kujibu, mnawatisha, unakwenda kwenye media unawatisha Mmeona nini juzi walimposti hapo? pongezi za kuchaguliwa kwa mjumbe wa kamati ya utendaji. Immediately nilisoma zile comment pale, subhanallah. Hiyo ndio tafsiri sura watu wanata, wa, Yanga hawakutaka ugomvi. Bodi ya ligi asubuhi, mwenyekiti wake kasema mechi ipo, hamna mtu kugoma. Sijui wakatumia kigezo gani sijuu mpaka leo mimi najiuliza, kamati ya saa sabini na mbili hukutana baada ya mechi kuchezwa, walitumia kigezo gani kukutana kabla? Waliandaa ajenda gani? Wamekuja wamesema mechi imeahirishwa baada ya Simba kutishia kugoma, alafu mnasema Yanga waje kwenye mechi nyingine. Tusimamie kanuni, gharama ya kuendesha kesi ya kasi isiwe kwa uongozi wako out of budget. Tutachanga wanachama wote wa Yanga, na mimi nitaanzisha hiyo mchango, isitoke senti tano kwenye klabu, kuonyesha hisia zetu wanachama na washabiki. Tuchange tutalipa kuchombea, dola elfu hamsini tutapata 100 milioni milioni milioni 130, 140, tushindi kushangishana. Lakini hili jambo nawaomba, kamati ya utendaji chini ya mdogo wangu Hesi, namjua rafiki yangu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 stand na wanachama wako, tutakuunga mkono na hakuna kufungia. Watatufungia kinasie mie, wa kafara haya, watamtafuta msemaji mwingine haya, lakini we hakuna wakufungia, tutasimama na wewe mi wala ala wesimama na simama na wanachama. Fanya research, uliza wanachama wote wa Yanga auitisha mkutano mkuu next weekend uone stendi ya wanachama basi. Wewe kasimame nayo mtu ufana wake wewe, wako wanachama wa yanga na washabiki wa Yanga. Hao wengine ni kwa sababu tu ya mazingira ya kazi, lakini wenzio wewe walokufanya uwe unaitwa rais engineer Hersi Said, ni wanayanga kafe nao katika jambo hili. Usikubali kubadilisha maamuzi mlioyasema kamati ya utendaji